Kwamba nendeni mkaseme ambayo mheshimiwa rais ameyafanya, msibaki kimya. Nafikiri kuna mtu anatoka hapa aelezee kwamba Mheshimiwa rais ameta ndege, Mheshimiwa rais amejenga uwanja, amepanua. Ni ninyi wenyewe mseme. Mesikia wizi wa wa, wa vifaa katika miundombinu mbalimbali ya serikali. Niwaombe sana makatibu tawala wa wilaya kwenye vikao vyenu vya kamati za usalama, jadilini hizi ajenda tengenezeni mitego namna jinsi ya kukamata hawa wezi. Kwa sababu haiwezekani uh, serikali kajenga, alafu watu wakaiba vitu. Ni muda mzuri sasa wa kwenda kukaa kwenye vikao vyenu vya kamati ya usalama kwenye wilaya zenu, ili muone namna jinsi ya kuweza kutoa suluhisho. Makatibu tawala, ninyi ndio makatibu wa kamati za usalama, ili kalifanyie kazi. Miradi itakayopitiwa na mwenge wa uhuru, endeni mkapitie vizuri mwaka jana tulikuwa na kuchanganyachanganya Dawasambo. Mwaka jana mlituzingua, hatutaki mwaka huu mtuzingue tena. Nyaraka tumeweza kupata dakika ya mwisho sana, ilikuwa mgeni mwaka jana, sasa hivi sio mgeni tena. Niombe ile jambo lisirudie tena mwaka huu. Na Jumatatu tarehe 20 na ngapi? Kikao tarehe kumi na tisa Jumatatu na kikao cha kamati ya mwenge ni vizuri wanapokuja present kuprezenti wakurugenzi ile miradi ile moyo umeshawapa, ili tuje na kitu ambacho ni perfect. Hatuwezi ni, ni kuwa mpaka dakika hii tukawa hatuna miradi ya maji kama mwaka jana mlituzingua sana. Inawezekana wa wa kwanza kwanza, lakini lakini sio mbaya, kwa sababu waliokuwa wa kwanza ni mwaka huu. Niko eti sio wa kwanza kweli? eti kagumbe kweli? eh sio sahihi hata kidogo na wilaya iliyokuwa ya kwanza mwaka jana ilikuwa wilaya ambayo nilikuwa mkuu wa wilaya ilikuwa ya kwanza kitaifa ilikuwa mlepo leba nilikuwa mkuu wa sasa leo niko Dar es Salaam alafu ile record za za kule alafu tu tu pili kweli eti dawasa kwa sababu ya mjeta miradi ya maji kwa hiyo acheni miradi ya maji kila halmashauri sasa hivi kuna teknolojia ya gesi niwaambia kwamba Ruhusuni hata private sector, hamasisheni wawekeze kwenye filling station za gesi, filling station za umeme. Sisi tunachelewa tu, tunategemea diesel na petroli tu. Hapana, huu muda magari yanayokuja yameanza kuingia gesi, yameshaanza kuingia ya umeme. Kwa hiyo ni vizuri sasa pia hata mindset tu petroli na diesel, pia hata ibadilike, isiwaze diesel, ziwaze pia gesi na nini na umeme, kwa sababu maisha yanabadilika na sisi Dar es Salaam ndio agent of change. Kwa hiyo tukibadilika Dar es Salaam na mikoani pia nini, tunabadilika sasa. Dar es Salaam ukiwa mshamba tena inakuwa tabu tena, eh bongo ndio bongo. Sasa bongo unakuwa mshamba, unajua hata matumizi ya gesi lazima uwe mwepesi wa kujifunza, alafu uwe mwepesi wa kuadapt mazingira mapya. Jambo lingine uh, mkurugenzi wa Temeke na Moi uh, Temeke nendeni mkamalize ile suala la utoaji wa ardhi kwa ajili ya ujenzi na upanuzi wa hospitali ya Temeke. Ile ni hospitali ya serikali ambayo ni hospitali inayotumika na wanatemeke wote na wa Dar es Salaam. Kwa hiyo ile ardhi hata unavyotoa kwenye hospitali hautwai kwamba mtu binafsi anachukua, hapana, inabaki kuwa mali ya serikali kwa huduma ya wananchi, na wananchi hawa wengi ni wa Dar es Salaam na wengine wa kutoka mikoani ingekuwa ni ardhi unaipeleka kwa ajili ya kutumia mimi Nguvila au Kusatura kuitumia au Kiweru kuitumia au Kimaro, ingekuwa a, lakini ni ardhi ambayo unapeleka kwa ajili ya extension ya majengo ya hospitali kwa ajili ya kutoa huduma. Na nilisema hilo na baadaye, ni mkuu wa mkoa pia alisema ni vizuri sana mkafast track ya jambo bila kuwa na ubabaishaji wote, ili kabla hata hii uh, bunge na mabaraza hajafunjwa moyo umeshahitimisha jambo ukivusha mpaka mwezi wa, wa, wa, wa, wa saba maana yake nini? Wanataka mpaka mwakani, jambo ambalo tunajidirei wenyewe sio jambo jema sana. Kila taasisi pia kutatua kero zote za wananchi kipindi hiki, tusingependa kuwa na kero za wananchi kwa taasisi zote. Pamoja na utendaji wenu wa kazi, hakikisha kwamba moja, unatatua kero za wananchi, lakini pili, hausababishi kero mpya kwa lakini tatu, katika matamshi yako yote uwe makini sana katika kuongea. Tumia lugha ambayo ni rafiki, lugha ambayo inaeleweka, ili wananchi msichukiane nao. Kuna nyakati ambazo unaweza ukasema vibaya ukashughulikiwa hapo hapo. Kuna nyakati zingine sio nzuri, kuna nyakati zingine lazima uwe makini sana kuongea. Kwa nendeni mkatatue kero za wananchi, lakini mtumie lugha ambayo ni nimesikia habari ya madai mbalimbali ya taasisi taasisi. Nyingine nendeni mkakae, mwekane sana. Unakuta TANROADS wana wadai halmashauri, MCD wana wadai halmashauri, halmashauri ina wadai MCD. Hili jambo lazima muende, ni win win what situation. Wakati mwingine mnakuwa mnavutana, wakati kila mmoja anamdai mwingine. Nendeni mkakae kitaalamu wewe halmashauri unamdai uh, MSD bilioni moja umepeleka kwake mifaa ya kutea, MSD unadai bilioni moja halmashauri. Hapo anayemdai mwenzake ni nani? nani anamdai mwenzake hapo? Kwa mimi nasema nendeni mkakae, MSD DMO ganga wafawivi rm kikao hiki wewe ucheerm itia madeni yote yale. Watumishi hawatakawa watumishi hata siku moja, kwa sababu watu wanaongezeka na ajira zinaendelea kutokea. Lakini nataka mimi kubwa kumpongeze sana kwa mazito matatu Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuajiri watumishi wengi. Mheshimiwa Rais, ni lazima tuwe wazi, ameajiri watumishi wengi sana hata mkoa wa Dar es Salaam na mikoa mingine huko, lakini pia tumpongeze kwa namna jinsi ambavyo amesema mwenyewe kwamba anaongeza angalau package zetu za kila mwezi. Kwa hiyo tumpigie makofi pia. Mako haya aliyoyasema mheshimiwa rais ni deni kwetu sisi watendaji, ni kwamba lazima sisi watendaji kufa na kupona kuchapa kazi ili kumsaidia aliwema mheshimiwa rais hawezi akawa yeye anatuongeza tu anatuletea watu tu, ili kupunguza mzigo wetu, lakini na sisi kumlipa yeye mheshimiwa rais ni kuchapa kazi. Kuna haja ya kusimamiwa kila wakati, mtu ujitume, jua wajibu wako, chapa kazi, ili hata mheshimiwa rais aendelee kupata faraja ya kuongeza package, kwa sababu hawezi kuongeza package kama hatuongezi nini, mapato. Kwa lazima tuongeze mapato ili yeye aweze kuongeza package. Anaguswaje yeye kama sisi tufanye kazi. Kwa ni vizuri sasa yeye ya aliyosema kabla ajamatio rais, tuhakikishe wote, inavyofika tarehe 30 mwezi wa sita, kila taasisi iwe imevuka malengo kwenye collection, kila taasisi iwe imeimplement miradi accordingly, kila taasisi iwe katika 100% plus katika malengo yake ya mwaka. Hapo vipi? Hapo vipi? Kuna jambo lingine Miradi mingi nashukuru, uh, uh, Nemki wamezungumza habari ya Impact Assessment, Environmental Impact Assessment. Miradi mingi inaanzishwa bila kuwa na EIA. Ni vizuri sana taasisi zote, halmashauri, taasisi zingine zote, tunavyotekeleza miradi yetu ya serikali na miradi pia ya sekta binafsi, tuhakikishe kwamba tunasimamia na kujiridhisha kwamba ni kweli hiyo miradi imezingatia athari za mazingira, athari za mazingira kwa wanyama, athari za mazingira kwa binadamu, athari za mazingira kwa mifumo ya barabara yetu, miundombinu. Sio kuweka tu mradi uanzishwe tu, hapana. Kuna miradi mingine inaanzishwa inaleta makelele tu kwenye mitaa kwa sababu hiyo hiyo ijafanyika ko. Ni vizuri sana Environmental Impact Assessment ifanyike kabla ya kuanza implementation ya miradi yetu. Hii itasaidia sana kuleta utulivu kwa wanadamu na viumbe vyake. Nakushukuru nemki, umetukumbusha jambo kubwa na muhimu sana, lakini pia kwenu nyinyi nemki, vibali vyenu msicheleweshe sana. ia yeye wakati mwingine achukua siku tisini mwaka miaka mitatu, itaonekana pia ubabaishaji au msaidizi wa rais kwao. Kama ni vibali hata siku ishirini na moja, siku 90 moyo umeshamaliza, nasaidia sana kwa maana ya kufanyeje ya kurahisisha na kuharakisha uwekezaji. Nchi zingine hawana time kubwa hiyo, lakini ninyi mnachukua muda mrefu sana. Ni vizuri pia na nyinyi mpunguze siku za kutoa vibali vya EIA ili uwekezaji usicheleweshe. Unapozungumza usafi wa mazingira, uende pia na upendezeshaji wa mazingira. Dar es Salaam ni jiji kama Dar es Salaam ni jiji kubwa, ni lazima pia liwe na ukubwa wake katika uh, uboreshaji wa mazingira yetu. Round about zote ziwe beautified, hata maeneo ya starehe yawe beautified. Leo bahati nzuri sana Mheshimiwa rais wa, wa fiendire, mfano mwingine ambaye mleta ni botanical garden, ameenda amepanda mti. Maanake nini? Ametufundisha sisi kuendelea kutunza hizi bustani za mjini, zina faida sana kwa ajili ya sehemu ya kwenda kujidai, kupumzika, kupata hewa safi lakini zile bustani za mjini zisiwe miti tu, ni yale maeneo pia unaandika, hata historia ya mheshimiwa Samia inaandikwa pale. Mtu akifika pale, pamoja na kupumzika, lakini anaenjoy kuona historia ya mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan, historia ya mwalimu Julius Kambarage Nyerere, historia ya mawaziri wakuu unazikuta pale. Safi kabisa, lakini botanic garden unakuwa unakaa, unatulia, unapata hewa safi. Lakini leo tumefika pale, tumeona kwa maana wenzetu wanajali sana maeneo hayo, ndio sehemu ya kwenda kupumua, kupata hewa safi. Sasa hebu niambie, haya sisi Dar es Salaam tunapata hewa safi wapi? Na afu leo Ubungo hapa tumepata hewa safi kwa sababu kuna mazingira mazuri, si ndio? Tumpongeze kwa sababu mjuni kwa kuwa na mazingira mazuri ambayo yanavutia, sababu miti kwa hapa sasa. Na wewe usikate miti ake, mgema akisifia tembo atafanya anatia maji. Alafu kesho unasikia mazingira tukate kata mti huu. Mkurugenzi, panda miti zaidi ili angalau mazingira yawe mzuri. Sasa hii iwe ni mfano kwa maeneo mengine. Kipindi kama hiki ninyi wataalamu NEMC, eh, watu wa bonde, vikosi vya usafishaji mito, zingatieni pia kupanda miti. Lakini wakurugenzi na eh, maafisa mipango wenu endeleeni kudesign roundabout nyingi zaidi kwa ajili ya kubeautify Dar es Salaam. Ukifanya hivyo tutakuwa tumesaidia mkoa wetu kupendeza zaidi. Koko Beach kule beautify. Weka vitu vizuri. Umeona parking pale Kinondoni. Sasa ile parking kukaa vile vile haisaidii. Sawa, umeweka moram nini inasaidia. Beautify mure pembeni, angalau kuwe na maua mazuri. Maua ambayo una park gari lakini pembeni kuna maua mazuri. Miche ile ilina, inaonekana. Ili angalau mtu anaye park ikifika, sio anaweka gari yake pale lakini akiangalia mbele majani. Kule kuna bahari. Sasa maeneo kama yale yanaongeza uthamani, yanaongezeka uthamani. Hata mtu anapofika pale ana enjoy, this is Tanzania, this is Dar es Salaam. Hiyo katibu tawala msaidizi uchumi na uzalishaji, wewe ni mtu wa mazingira na watu, maafisa mazingira, nendeni mkaangalie, msaidieni na wakurugenzi, msaidieni pia na maafisa mazingira kubeautify mkoa wa Dar es Salaam kwa mfano sasa hivi kuna programu ile ya Swahili City Dar es Salaam, tunakwenda kuizindua muda mrefu. Moja ya package zingine, mazingira ambayo mnaangalia, ina tumeongea sana na, ka na katibu mkuu wizara ya maliasili au to beautify, na task force, wewe ni mjumbe ni, ni mwenyekiti mwenza ile task force. Haya mambo haya ni muhimu sana kuzingatia, ili angalau Dar es Salaam yetu iwe nzuri nadhifu, yenye kupendeza na kuvutia sana. Tukifanya hivyo hata mtu ukihama Dar es Salaam unalia kabisa. Kama Dar es Salaam mimi. Sasa hebu niambie, au ukiondoka huko Dar es Salaam utasimulia umefanya nini? Ni taasisi ni, ni yako. Tengeza Dar es Salaam kila mmoja awe anatamani Dar es Salaam. Tusipozingatia Dar es Salaam hayo hata Dodoma itatuzidi. Kwa sababu planning is very important. Urban planning is very important. Those knowledge you acquired from the school. Now, you should shift to the what? Reality. Sasa watu wamekaa tu wamesoma, umesoma wa ni sasa kama utekelezi yale mambo uliyosoma darasani. Manaka you have gone to school but not educated. Mimi niwaombe sana, wakuu wa taasisi. Niwaombe sana wakurugenzi. Maafisa mazingira wetu na maafisa mipango kuhakikisha wanafanya kazi according. Wawe wabunifu. Wafuatilie. Waoneshe ili vitu wamefanya vitu viko wapi. Utaalamu wao waoneshe uko wapi. TANROADS kuna watu wa mazingira kule. Waoneshe mmetengeza barabara sawa, hiyo barabara, mitaro iko wazi, mmefunika haya. Mjini kati unaweka open sewages na kusaidieni, open haya wenzetu, open sewage ilichapitwa na wakati mjini haipo. Unatembea mji mzima, huoni hata mtaro kupitisha maji, mvua inapiga kubwa tu, lakini huoni. Sisi mjini tu, naweka designing yenu ya barabara ni lazima pia izingatie una design barabara ya open cast ya wapi? Civil engineer Mafuru, mko na ma civil engineer wengi na ma architecture wengi na QS wengi hapa wote yedu hii Dar es Salaam, kwani kwa lazima we change the mindset zetu ziende katika reality ili reflect utaalamu wenu wenu. Amesema mtu pale vyema sana, designing yetu lazima tuzingatie haya. Umejenga dati sana, umeona maeneo mengi mjini, mtu anatembea, anatembea, akifika eneo stesheni, akiinuka juu, kuna shopping mall, anatembea kwenda juu, kuna taasisi fulani. Sasa kwa nini sisi tusidizaini hiyo? Sio tunashauri shauri hivyo? Haya mifumo hii ya nini hii barabara ya mwendokasi umejenga vile vituo lakini lazima tuangalie pia other services ndio viko hapo. Mtu amekaa hapo, anasubiri where is toilet? Na toilet kio pake hii pale, manake analipia. Kwani ni bure? Analipia, heri imeongezeka. Haya, pembeni tuangalie su. supermarket hii gone hayo. Mtu akiingia kwenye mwendo kasi, anataka atemu kwenye kituo kwenye kituo kile akute kuna huduma. Tengenezeni mazingira ya kuwa na miundombinu ambayo pembeni kunaweza kaa na biashara ambayo huyu abiria akishuka pale anaweza akanunua akaenda nyumbani kwake, sio atoke pale tena atembee kilomita mbili. Mambo ya kizamani! kwa hiyo tunapobadilisha Dar es Salaam tuwe tuna think vitu vingi kama hivyo. Hii ndio think tank ya mkoa wa Dar es Salaam, hakuna watu wengine. Au kuna wengine wako wengine? This is a think tank ya mkoa wa Dar es Salaam. Ninyi ndio mnatakiwa mtoke na kitu ambacho ni very brain ninyi ndiye natakiwa mtoke na kitu ambacho tutakichukua kwenda kumshauri mheshimiwa rasi, atoke nacho e, nje kwa ajili ya kusaidia maendeleo ya mkoa wetu. Na sisi pia ndiyo watu ambao tutatengeneza document kumpeleka mheshimiwa rasi, ili ampelekee mheshimiwa rais kwa ushauri. Na sisi ndio tutatengeneza document kumpelekea katibu mkuu kiongozi kwa Dar es Salaam, tunataka hivi. Lakini ukiwa Dar es Salaam kama mnalaza blame my friend, tutafeli

Walau kila mmoja wewe na package ya kufanyia kazi kwenye taasisi yake. Ukitoka hapa uwe na kujisahihisha katika maeneo ambayo unaona hujafanya kitu. Lakini mtangulize Mwenyezi Mungu mbele. Nisoma wa Filipi 4:13. Ninayaweza mambo yote katika yeye anayenitia nguvu. Ukimtanguliza Mungu mbele haya yote utayatekeleza vizuri. Lakini ukienda kwa mazoea hutakuwa na changes yoyote kwenye taasisi.